Majina anaitwa Love Yaira, mimi ni mwongozaji wa kipindi cha The Street Icon na leo nipo na street icon mmoja hapa, atajitambulisha ni nani, anafanya nini na na shughuli zake ni zipi haswa mjini hapa. E bwana, mambo vipi? Ah, sawa. Vip uh, uh, uneza kujitambulisha kwa Tanzania ukujua wewe ni nani na unafanya nini zaidi mpaka umekuwa street, street street icon, mmoja kati ya street icon. Na mimi kwa majina oh, naitwa Billmuzy ni mwigizaji, lakini mm, pia ni mtengenezaji wa maudhui ndio, ambapo maudhui yangu sana mm, sana yamebase na mambo ya chuo. Ndio. Okay. Mm. Uh, unasoma sahivi ndio, upo chuo gani? Mimi nasoma IFM, mm, nasoma Bachelor of Banking and Finance mwaka wa tatu. Ah, okay. Ndio, okay. Ndio. Uh, uh, umeanza lini kujishughulisha na maswala ya tasnia ya sanaa? uh, Swala, so, sanaa ni kipaji ambacho nimezaliwa nacho. Kwa swala kuigiza ni kipaji ambacho ninacho, ni nimezaliwa nacho na yeah. nimeanza muda mm. lakini sikupata tu nafasi yeah. ya kuweza kupata na platform ya kuonyeshea, kwa sababu mambo ya mitandao ilikuwa ni vitu viwili tofauti kwa wakati ni okay. nilipofika chuo mm. mwaka wa kwanza ikabidi nisome mazingira mm. mwaka wa pili kasema sasa, naanza rasmi kufanyia kazi kipaji ambacho mm. Mungu amenibariki. Mpaka sasa nina mwaka mmoja nimeingia, nime rasmi rasmi kwenye sanaa na naona mambo sio ya Mungu anasaidia. Okay. Uh, kipindi cha nyuma kidogo tulikuona na upo karibu sana na Mr. Mwanya, tuambie ilikuwaje ukakutana naye, ilikuwaje baada ya kuwa na yeye movement zako ziliendaje, na, na, na unamzungumziaje Mr. Mwanya kwa namna moja au nyingine? Mr. Mwanya naweza nikasema ni watu ni mtu kati ya watu muhimu sana katika maisha yangu ya sanaa okay. Na katika watu ambao ukizungumzia sanaa yangu mimi unaweza hata ukaona hata machozi yanajaribu hata kunilenga. Amekuwa ni msaada mkubwa sana katika sanaa yangu kwa sababu amenifundisha mambo mengi ikiwemo hmm. kutumia pia mitandao ya kijamii vizuri hmm. Amenifundisha namna ya kuposti video zangu ili zifanye ni zifikie hadhira kubwa. Umeona, amenifundisha mengi sana na istoshe, bado nipo naye karibu, sio kwamba ni kwa kipindi cha nyuma nyuman no. Mwanya ni mtu wa watu. Hajali wewe upo levo gani? Mm. Hajali wewe una kipato gani? Mm. Ila yeye ni mtu wa watu, kwa hiyo amekuwa msaada mkubwa sana kwangu katika sanaa yangu na nimejifunza mengi kupitia yeye, mm. na kupitia siri zake mimi pia nimeweza kutoa mm. siri zangu pia mm. Uh, kwa namna moja au nyingine umejifunza kitu gani ambacho kinaweza kine, kikachukua maisha yako kutoka kwa Mr. Mwanya? Ah, nimejifunza mengi sana n kitu kimoja kwanza... ambacho hicho nahisi mimi bwana, hicho unaweza kasema mimi hiki kitu nitakibeba mpaka mwisho wa maisha yangu katika tasnia yangu ambayo au katika karia yangu ya tasnia bana, kwa Mr. Mwanya nimejifunza kumheshimu kila mtu hmm. pasipo kujali level wala kipato chake wewe. okay. yeah. Unahisi uh, unahisi katika, katika, katika, katika, katika karia yako ni kitu gani cha kukiongeza kwa sasa hivi? Nahisi nitaongeza upambanaji mm -hmm. shaongeza upambanaji nitaongeza pia na uwekezaji mm -hmm. hivyo ni vitu vya, vya msingi sana ambavyo vinatakiwa kuongeza kwenye karia yangu uwekezaji, pamoja na upambanaji. Inaonekana uko chuo na bado unaendeleza una, una, una, una karia. Inakuchukua gumu kiasi gani kuendeleza karia wakati bado unasoma? Uh, ugumu ni mchache sana kwa sababu masomo mm. yetu ya chuo hayamtaki mtu kwenda chuo kila siku. Mm. Na pia, hata kama utaenda kila siku, sio kwamba vipindi vitakuwa ni saa moja mpaka sijui saa tatu usiku, no. Kwao kuna muda naupata, ambao pia unakuwa ni rafiki kwangu kwa ajili ya kufanya maudhui lakini pia hata kama ingelikuwa ni ratiba ambayo ni Jumatatu mpaka Ijumaa, imenibana, mm. kuna siku za wikendi mm. pia naweza hizo naweza nikazitumia kufanya maudhui yangu na nikaenda mbele ili mradi tu nisivunje sheria uh, wewe kama street icon kwa sasa hivi uh, una, una kitu gani cha kuwambia vijana <coughs> haswa waliokuwa chuo katika kuendeleza karia zao na masomo yao <coughs> uh, mimi kwa hilo ni vyema sana kila mmoja hmm. akasimama na ndoto zake hmm. Si, ni wengi sana wanasomea masomo ambayo sio ndoto zao mm. lakini pia licha ya ndoto kuna vitu vinaitwa kipaji, mm. Mungu akiwa amekubariki kipaji sidhani kama masomo yanaweza akawa kikwazo kwako tumia kipaji chako kama we ni mcheza mpira, unaweza ukatumia kipaji chako hata kama unasoma kama we ni mwimbaji unaweza ukatumia kipaji chako waigizaji na content creators pia wanao uwezo wa kutumia vipaji vyao pasina kuharibu ratiba za chuo wala kuharibu masomo yao Uh, sawa. Unaonekana content zako nyingi zinahusu <coughs> zinahusu wanachuo na sana sana wanachuo wa IFM na inaonekana hapa karibuni imetokea kitu ambacho cha sintofahamu kwenye chuo chenu. Hii wewe unichukuliaje, au imekuathiri ime, ime kwa namna gani? Mimi. Maudhui yangu kwanza hayajabezi tu na chuo anachosoma nini, hmm. Kwa maana ya FM, maudhui yangu yamebezi na vyuo vyote. Nina baadhi ya marafiki zangu vyuo mbalimbali, nazungumza nao na ndio maana kuna muda profaili yangu inasoma mtetezi wa wanachuo, kwa sababu baadhi yao matatizo yao wanakuja kuniambia, ninavyoyasema yanawafikia wahusika wa walimu hmm. na university administrators, wa, walimu, yeah. na lectures wengine wengine wote na yanatatuliwa hmm kwa hivyo kontenti zangu mimi tu tuna IFM ni vyuo viyo, vyote Tanzania. Umeona na hii changamoto iliyotokea hapa <coughs> katika chuo chenu imeathiri vipi katika, katika, katika chuo chako imeathiri kitu gani au iko sawa? Uh, mimi kwanza sina uhakika mm, kama hiyo changamoto imetokea chuoni kwetu mm, na huyo mtu kwanza mimi simfahamu um, na sijai kumwona chuo Ay lakini pia jambo ambalo la kitaasisi kama ni kweli huyo mtu ni, ni mwanachuo pale mm. Nafikiri taasisi ndo ita, itatoa majibu kamina kwamba inalichukuliaje hilo swala yani inachukua hatua gani? Diyo. Lakini mimi navyofahamu sijawai mm. kuona mtu kama yule IFM na ha, kwa IFM wanafunzi nawafahamu. okay. hawezi akatokea mwanafunzi <laughs> wa design ile pale chuoni lakini like bwana mm. Bill imeonekana umefanya content kuhusiana na hicho kitu, naonekana kimekukwaza. Sasa kama <laughs> unavyosema hivyo, na unasema kwamba haumfahamu, ile content uliifanya kwa namna gani? Unajua, kitu cha kwanza kicho ni kwaza mm. ile ni mwanaume mwenzangu, sawa. Cha pili kitu cha yeah. pili, inavyosemekana ni yeah. mwanachuo yeah. na mimi maudhui yangu yanadili na wanachuo wote Tanzania nzima, kwa yeah. kuwa yule mtu ni mwanachuo umona→ umeona, hmm. kwa namna inavyosemekana, hmm. na wanachuo pia ni marafiki zangu na ni watu ambao mara nyingi ndio wapo kwenye engagement yangu ya account zangu nyingi, Instagram, TikTok na YouTube, hivyo hmm. basi nimeonekana kutokupendezwa na kitu kama kile, hmm. kwa sababu tu yule ni mwanachuo mwenzangu, pili hmm. hmm. ni mwanaume mwenzangu hmm. umeona, eh hmm. kwa hivyo ndio maana ndio maana ni sikupendezwa na kile kitu <laughs> mtu yoyote yule ambaye angeshuhudia kile kitu au mtu yote ile ambaye baada ya kugundua hata mzazi wake hawezi akapendeza na ile tukio sawa sawa. Umeona? Sawa. Bwana Bill naomba nikuhamishe. Nikuhamishe ulisema chang... masomo yako hayakuingilia kariera yako kabisa kutokana na upangilia interview time na muda wako na vitu vingine na ratiba zako hivi, vipi kuhusu wazazi? Mimi nachoweza nacho, nacho, nacho kusema kuhusu wazazi mm -hmm. Kwanza nimshukuru Mungu kwa kuweza kunipa wazazi kama hao wazazi wangu they are very supportive to me. mm -hmm. Umeona? Wananisupport sana mm -hmm. Wanasupport sana haso zangu, kwa hiyo wazazi wangu wanatambua kuwa mwanao ana mm -hmm. kipaji fulani na pia licha ya kipaji chake anaendelea kusoma, sijai kuwapelekea matokeo mabovu mm -hmm. Toka nimeanza chuo mwaka wa kwanza mpaka mm -hmm. sasa naenda kumaliza mwaka wa tatu sijawai kukutana na kitu mm kinachoitwa -hmm. sap kama ushai kusikia wanachuo wanazungumzia sana, okay. sana sap, yani, yeah. kurudia mtiani mm. sijawai kukutana na changamoto ya kupata sapu mm -hmm. umeona, wala keli mm -hmm. wala kuwa na matokeo yenye wasiwasi mm -hmm. hivyo basi matokeo ya yangu mimi mm huwa -hmm. yanawafurahisha wazazi wangu na kunif... kuwafanya waendelee kusapoti kipaji changu kwa sababu mm -hmm. hiki kipaji changu mimi mm -hmm. hakiathiri masomo yangu. Sasa swala la nyongeza mm -hmm. una karia yako imeanza kukulipa? Hmm. Naweza nikasema yes kwa namna moja ama nyingine. Hmm. Karia yangu imeanza kunilipa kwa sababu naanza kupata matangazo japo, hmm, sio kwa sana. Hmm na ninapopata platforms kama hizi Street Icon, ndio wakati wa kujitangaza pia. Nasema mm, wenye matangazo mm, karibuni, mm, karibuni sana. Nafanya matangazo kwa bei rahisi, wewe njoo tuzungumze bei yako, njo nayo mm, matangazo tutafanya, na biashara yako itajulikana sana <laughs> kwa hiyo mm, napata matangazo lakini pia kufahamiana na watu kama kina mista Mwanya Cheks, Dura mm. Ndalo mm. Obama, Madilisha wote mm. hao, unavyokuwa unawasiliana nao mm. ni moja kati ya malipo ya tasnia mm. ntajifunza mengi kupitia wao na nitapiga hatua kubwa sana kupitia wao. Kwa hivyo mm. namwacha Mungu anichagulia wakati sahihi wa kupata malipo ambayo ni makubwa zaidi. Sawa sawa. Uh, umewataja hapo baadhi ya watu, unahisi ni, ni ngumu kiasi gani kupata ukaribu na hao wasanii kama walowataja hapo ambao tayari wana hedi kubwa katika nchi. Kiukweli kuna ugumu mm. kukutana na wasanii ambao tayari wao wameshapiga hatua kubwa sana mm. kuna ugumu sana lakini mimi naeza nikasema kwamba wasanii wa komedi Tanzania mm. wana upendo kuliko wasanii wa aina yoyote duniani kuwahi kutokea. Yani unahisi ni kwa nini au kitu gani kilichowapelekea hao wasanii wa komedi huwa kuwa na love na wasanii wa changa na, kuwa, na kuwa support kwa namna, nye, kwa namna yoyote au kwa namna zile ambazo wanavyoweza. mi nafikiri ni upendo ambao Mungu tu amewabariki mm. na, na moyo pia wa kusaidia wengine yani mm. ni upendo ambao tu Mungu amewabariki, kwa sababu sidhani kama kuna uh, fakta nyingine ambayo inaweza kawafanya wawasapoti mm. Ukiangalia sisi watu wa, wa, wa, tunaweza tukajiita wachanga wasanii wachanga wa comedy mm. hatuna uwezo wa kuweza kuwalipa wale kwa levo yao Je. Lakini wanatusaidia na sisi kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili na sisi tuwe na maisha bora hmm.